Mimi binafsi wakati natembea kwenye mitandao ya kijamii, nilikutana na taarifa ya kifo cha askari wawili wa kituo cha polisi Mererani Simanjiro, mkoa wa Manyara. Askari hao ni askari wa usalama barabarani, walifariki kwa kupigwa na radi wakiwa kazini. Nitumie fursa hii kulipa pole jeshi la polisi kwa kupoteza askari wawili, lakini pia nitumie fursa hii kuwaambia askari polisi kwamba matendo mengi mnayoyafanya kwenye taifa hili yanaeneza chuki kubwa sana kati yenu na wananchi. Wakati nasoma comments, wakati nasoma maoni ya Watanzania baada ya kifo cha askari wawili waliopigwa na radi sikumwona Mtanzania yoyote anayeumia askari wale kufa kwa kupiga radi, wote walikuwa wanashangilia nye polisi, na nimekuona RPC upo hapa Hawa wananchi wameati wakikuta, jeshi la polisi wamepata ajali barabarani, wako askari polisi wamevunjika miguu na wanapigania uhai wao, pengine asitokee hata mmoja wa kuwasaidia hao askari. Watu hawa wanafanya hivyo sio kwa sababu hawajui nini kinatokea kati yenu na wao. Askari polisi, mmekuwa mnashiriki kwa kiwango kikubwa sana kuwaumiza watu na mnaumiza wakati mwingine kwa sababu mnatumwa na viongozi wahuni, mkua mkua wa uni kama huyu mkuu wa mkoa wa Simiyu. Weke nani, ukuu wa mkoa brother, ni koti la kuazima. Utakaa nalo milele? Wako watu wengi walikuwa wakuu wa mikoa wa hapa Simiyu, leo sio wakuu wa mikoa. Unatumia nafasi yako ya ukuu wa mkoa kutugomanisha sisi vijana maskini na hawa askari. Hawa watu sisi tumesoma nao na wenyewe ni maskini kama sisi wamepigika kama sisi. Lakini anatokea mtu mmoja amekabidhiwa hawa nao ni maskini kama sisi. Hata hizi sare zenyewe wanazo hii zenyewe wanajinunulia wenyewe, ndio maana unamwona huyu ya kwake imeiva kidogo, ya blaha imepauka, na wenyewe wamepigika. Lakini wapo watu wamekabidhiwa ofisi za umma kama huyu mkuu wa mkoa, kuwatumikisha hawa na kufanya wawe maaduni zetu. Sasa nikwambie, Kenani, sisi Chadema na hawa Watanzania wanayapigania ni maisha yao, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akatutisha na akaturudisha nyuma. Kwa hiyo ukome, na tutarudi Simiyu hapa kufanya mikutano kata kwa kata, jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, alafu tuone utatufanya nini. Usitutishe bana.